Yes, kwa majina naitwa Emmanuel Bwile, ni wakili uh, Leo tulikuwa na shauri la uchunguzi wa awal leo tarehe tatu, tarehe tatu ya mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Eh, tulikuwa na na shauri la uchunguzi wa awal ambalo alikuwa jamhuri dhidi ya Fabian Lucas Matunda na wenzake kumi na saba watumiwa hao walikuwa wakishtakiwa kwa makosa mawili. Kosa la kwanza ilikuwa ni eh, kosa la, la, la, la kula njama kwa ajili ya kutenda kosa, lakini kosa la pili ilikuwa ni kosa la uhaini. Kwa leo, leo mahakamani kilichojiri katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Dodoma ni kuwa eh, upande wa mashtaka kwa maana ya mkurugenzi wa, wa, mkurugenzi wa mashtaka ya umma yaani DPP ameleta cheti mahakamani akiambia mahakama kuwa hana nia ya kuendelea na kesi. Kwa hiyo mkurugenzi wa mashtaka chini ya kifungu cha tisini na mbili e, cha sheria ya mwenendo wa, wa, wa, mwenendo wa, <coughs> wa mashtaka ya jinai yani criminal procedure act e, kinampa mamlaka na uwezo wa kuondoa mashtaka. Kwa hiyo ameomba mahakama kuondoa mashtaka hayo dhidi ya, ya, ya washtakiwa. Mahakama imekubaliana na ombi hilo na sisi upande wa utetezi hatukuwa na pingamizi. Kwa hiyo eh, mashtaka yakuwa yameondolewa e, na watuhumiwa wakaachiliwa waka huru. Baada ya hapo, upande wa jamhuri ulikuwa umefaili maombi madogo kwa ajili ya, <clears throat> kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa watuhumiwa kumi na saba wanakuwa na tabia njema na mwenendo mwema na wawekwe chini ya uangalizi kwa muda wa takriban miezi sita wawe wanaripoti kila, kila, kila, eh, kila wiki kwa siku maramoja, kwa wiki mara moja kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa OC-CID ambaye ni eh, kwa, kwa OC-CID. Sasa katika maombi hayo upande wa, wa wajibu maombi ambao ni ilikuwa sisi upande wa utetezi tukiwakilisha uh, Lucas, no Fabian Lucas Matunda na wenzake kumi na saba tulikataa maombi hayo, na lakini pia tulitaarifu mahakama kwamba kama ikiona kwamba inafaa kukubali maombi hayo basi, eh, isiwape watuhumiwa eh, hawa wasiwe wanaripoti kila ndani ya, ya miezi sita, isipokuwa waripoti takriban kwa muda wa miezi mitatu kwa mahakama E, chini ya kifungu cha sabini moja na kifungu cha sabini nne, kifungu, e, kifungu, kidogo, e, kifungu cha sabini nne a cha sheria ya mwenendo wa mashtaka ya jinai Criminal Procedure Act, sura ya ishirini ilikubaliana na maombi upande wa jamhuri na ikawaamuru washtakiwa wa hawa kuwa wanaripoti ripoti kwa afisa wa polisi wa upelelezi wa makosa ya jinai wa wilaya ya Dodoma eh, kila Jumatatu juma ya kila wiki kwa muda wa, kwa muda wa miezi sita kuanzia tarehe ya leo ya uamuzi uliotolewa na mahakama.